Kidonda ndo hicho hapo kwamba aliweza kunichukua ama kuning'ata kwenye hizi nyama za paja kwa nyuma hapa e, kidonda ni kubwa, ila kwa sababu kimefungwa na kimeshonwa nyuzi nyingi sana. Kwa hiyo kwa kweli hali bado e, sio nzuri, na nataka nielekee iza kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa kwa matibabu zaidi, kwa kujua kwamba uzito wa tatizo jinsi lilivyo. Eh, kwa hiyo ndo hali halisi ilivyo. Eh, na bado naendelea na huduma ya kwanza, kulingana na kwamba usafiri ni mgumu huko kijijini, ila ndugu zangu na jamaa na marafiki wanafanya jitihada za zati ili waweze kunifikisha katika hospitali ya mkoa kwa matibabu zaidi. Kwa majina naitwa Mazoea Salumu, mkazi wa Tununguo Kichangani. Wakati jana tunaelekea kuvuka, mwenzetu alitangulia mbele Kabla ya kuvuka kufika ng'ambo, yule mdudu mamba akamkamata mwenzetu, akawa anapiga kelele, jamani, nimekamatwa. Kwa hiyo sisi tukawa tunaangalia jinsi ya kutoa msaada, mdaona, sisi tunamfuata yule mtu alokamatwa na mamba, akamshika mtu wanakuja ng'ambo. Kwa hiyo tukaenda kule, tumefanikiwa fanya ufanyavyo, tumefanikiwa, tumemtoa yule mwenzetu, tumemwokoa mpaka kumtoa nje. Baada ya kumtoa nje, tukawa tunaangalia mazingira kumpeleka mwenzetu hospitali. Kweli tumefanikiwa tumefika mpaka hospitali, kama mdau mnavyotuona hapa bado tupo hospitali.